Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani bonyeza maneno mekundu yaliandikwa subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata update zetu zinazokiki na ku make headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Ebana, mwanamama Khadija Kopa, wengi tunamfahamu mama mzazi wa Zuchu. Amekuwa ni mama ambaye anajishughulisha na mziki wa taarabu. Mama huyu ambaye ni Khadija Kopa ameweza kuwashangaza watu katika mitandao ya kijamii baada ya kuingilia ugomvi wa mwanamke huyu ambaye ni Zuchu ambaye ni mtoto wake, kuingilia ugomvi wa Diamond Platinum pamoja na Zuchu. Wengi walitamani kufahamu chanzo kilikuwa ni nini mpaka mama huyu aweze kuingilia kati suala la binti yake pamoja na familia yake. Mama huyu aliweza kuingilia swala hili ambalo limeweza kuwachukiza watu katika mitandao ya kijamii na kumtaka mwanamama huyu ambaye ni Hadija Kopa aweze kutulia na kusikiliza chanzo vizuri na kuwaeka wazi watoto hawa kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanashinikizwa na wazazi wa Diamond Platinum. Mama Hadija Kopa aliweza kuingilia swala ambalo mwanadada Zuchu aliweza kumletea mama huyu na kumtaka kumwomba ushauri kuhusiana na swala la kudai talaka kama ni swala sahihi kwa upande wake, baada ya mwanadada Zuchu kugombana na Diamond Platinum kuhusiana na swala la mavideo vixen, ambao akiwa anafanya kazi nao Diamond Platinum anarudi nyuma mausiano na kuanzisha mahusiano, na mahusiano haya yamekuwa ni kero kwa mwanadada huyu, kwa sababu wanawake hao yani walioko wengi wamekuwa wakimtukana mwanadada huyu katika mitandao ya kijamii na kumwambia kwamba ameshindwa kufuga mbwa wake. Kitu hiki kimeweza kumchukiza mwanadada Zuchu mpaka kwenda kuomba ushauri kwa mama yake mzazi na kumtaka kwamba yeye yuko radhi kuomba talaka, ambayo talaka hii ataitaka kwa lazima, kwa sababu mwanaume huyu amekuwa akirudia makosa yale yale. Hata akiomba msamaha leo, kesho anaweza kurudia jambo lile lile ambalo alikwisha kulifanya siku ya jana kitu ambacho kimewachukiza watu katika mitandao ya kijamii ni kwa nini mwanadada Zuchu aweze kumshirikisha mama yake mambo ya ndani ambayo ni mambo nyeti ya familia yake pamoja na Diamond Platinum. watu wengi wamemtaka Diamond Platinum aweze kukaa chini na mama huyu pamoja na mtoto wake, kwa sababu wanaweza kuvunja mahusiano haya na hata kufanya Diamond Platinum aweze kuonekana ni mtu mbaya katika mitandao ya kijamii kama alikuwa ni mtu mzuri, ni lazima angeweza kuwaita na kuwakalisha chini na kuwapa somo ambalo somo hili litaweza kubadilisha maisha yao kwa ujumla, kwa sababu wote wanajishughulisha na kazi ya mziki na kazi ya mziki kama alivyosema mama huyu ambaye ni Khadija Kopa, ni kazi ngumu na inahitaji moyo. Tuachie maoni yako ndani ya comment section na vile vile usisahau kusubscribe.